Mlango wa nane. Ikawa miaka ishirini ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani aliijenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe, ndipo Sulemani akaijenga miji ile Hiramu aliyompa Sulemani, akawakalisha humo wana wa Israeli. Naye Sulemani akaenda Hamath Zoba akaushinda. Akaujenga Tadmori wa nyikani, na miji yote ya hazina aliyoijenga katika Hamathi. Tena akaujenga Bethhoroni wa juu na Bethhoroni wa chini, miji yenye boma yenye kuta na malango na makomeo, na Baalathi, na miji yote ya hazina Sulemani aliyokuwa nayo, na miji yote ya magari yake, na miji ya wapanda farasi wake, na ya anasa yote aliyopenda Sulemani kujenga humo Yerusalemu na katika Lebanoni na katika nchi yote ya mamlaka yake. Na kwa habari ya watu wote waliosalia wa Wahiti na wa Waamori na wa Waperizi na wa Wahivi na wa Wayebusi wasiokuwa Waisraeli wa watoto wao waliosalia baada yao katika nchi, ambao wana wa Israeli hawakuwakomesha, katika hao Sulemani akawatumikisha shokoa hata leo. Wala katika wana wa Israeli Sulemani hakuwafanya watumwa kazini mwake, lakini hao walikuwa watu wa vita na wakuu wa majemadari wake na maakida wa magari yake nawawapanda farasi wake. Na hao walikuwa maakida wakuu wa Sulemani, watu mia mbili na hamsini waliotawala juu ya watu Sulemani. Akamleta binti Farao kutoka mji wa Daudi mpaka nyumba aliyomjengea kwa kuwa alisema, mke wangu hatakaa nyumbani mwa Daudi mfalme wa Israeli, kwa kuwa ni patakatifu mahali palipofika sanduku la Bwana. Ndipo Sulemani akamtolea Bwana sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu ya Bwana aliyoijenga mbele ya ukumbi, kadiri ilivyohitajiwa huduma ya kila siku, akitoa sawa sawa na amri ya Musa siku za Sabato na za mwezi mpya na za sikukuu zilizoamriwa mara tatu kila mwaka, yaani, siku kuu ya mikate isiyochachwa na sikukuu ya majuma na sikukuu ya vibanda. Akaziamuru sawasawa na agizo la Daudi babaye, zamu za makuhani za kutumika, nao walawi kwa kadiri ya malinzi yao ili kusifu na kuhudumu mbele ya kuhani kama ilivyohitajiwa kila siku, tena mabawabu kwa zamu zao za kila mlango, maana ndivyo alivyoamuru Daudi mtu wa Mungu. Wala hawakuyaacha maagizo ya mfalme aliyowaamuru makuhani na walawi kwa neno lolote, wala kwa habari ya hazina. Basi ikatengenezwa kazi yote ya Sulemani hata siku ya kutiwa msingi wa nyumba ya Bwana na hata ilipokwisha hivyo ikamalizika nyumba ya Bwana. Ndipo Sulemani akaenda Esion Geberi na Elothi, pwani ya nchi ya Edomu. Naye Hiramu akamletea merikebu kwa mikono ya wa watumishi wake na watumishi waliokuwa wana maji, nao wakafika Ofiri pamoja na watumishi wa Sulemani, wakachukua kutoka huko talanta 450 za dhahabu, wakamletea mfalme Sulemani.